Nimetaarifiwa kuwa katika nchi zinazozalisha korosho kusini mwa ikweta ikiwemo Msumbiji, Brazil, Indonesia, Zambia na Kenya, Tanzania yetu imeendelea kufanya vizuri kwa kuuza korosho zenye ubora wa hali ya juu na kwa bei shindanishi ikilinganishwa na wastani wa kimataifa. Hali hii imetokana na ubora wa korosho zetu unaovutia wanunuzi wengi duniani kutokana na ladha bora, ukubwa wa korosho na zaidi ya yote mfumo thabiti unaosimamia ubora wa korosho zinazoingia kwenye minada yetu. Nitoe rai kwa viongozi wetu wa Amcos na waendesha maghala kuwa waadilifu na wazalendo. Epukeni kabisa kupokea korosho chafu, korosho zenye unyevu mkubwa, au kuchanganya korosho na vitu vingine ambavyo sio korosho. Hii itatusaidia kupata bei kubwa, bei shindanishi, kwa sababu tutakuwa tunauza korosho ambayo ina sifa zinazotakiwa kimataifa. Kali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya mtu yoyote atakayejaribu kuhujumu korosho za mkulima. Tunataka mkulima aliyeleta korosho zake amezichambua vizuri amezikausha vizuri zibaki kama zilivyo na ziingie sokoni kama zilivyo, ili apate bei inayolingana na kazi ambayo ameifanya. Na leo tumefanikiwa kuuza kiasi cha tani elfu 5106 na kilo 175, ambapo tumeweza kuuza kwa bei ya juu ya shilingi 2460 na bei ya chini kiasi cha shilingi elfu mbili mia tatu na, na kumi. Hizi bei ni katika ukiangalia katika mwenendo wa dunia hizi bei ziko katika ile renji au katika ule wigo ambao unakubalika mwenendo wa soko la dunia la korosho. Kikubwa tu ambacho niende kuwahimiza wakulima, mara nyingi bei tunapata kulingana na ubora wa korosho katika eneo husika. Tuende kuhamasishana wakulima, niende kuhamasisha wakulima wa tunapopeleka korosho gala kuu, tuhakikisha kwamba tunapeleka korosho ambazo ni bora kwa maana kwamba zimekauka ipasavyo lakini pia kama kuna korosho ambazo labda zina ubora wa chini labda zimeoza au labda hazijakaa vizuri, tuweze kuchambua pia zile korosho, tupeleke korosho yenye, yenye, yenye ubora. Mwaka huu changamoto ipo kwa wanunuzi wa korosho ukilinganisha na msimu uliopita wa 2024-25 kwamba zao la korosho lilikuwa liko vizuri na wanunuzi nao walinunua kwa bei ya masilahi ambayo ilifanya wakulima sasa wa korosho wapate hamasa kubwa ya kuja kulima hizi korosho kubwa. Ambalo naliomba wafanyabiashara kama watapata ujumbe huu ambao leo mimi nakusudia kuutoa, ni kwamba wafanyabiashara wa serikali iwasimamie wafanyabiashara kuhakikisha kwamba bei ya zao la korosho inapanda kutokana na thamani na